Kusema ukweli hii haikubaliki. Yaani, hata kama angekuwa ni yeye mwenyewe ikatokea akafika hapa akakuta watoto wako wanafanya haya hivi, kesho naenda kuzungumza nini? kwamba Mama Samia naupiga mwingu? Lakini hili ni watu wachache tu wanaoamua kutengeneza mazingira ya kwamba bajeti haitoshi. Mimi naomba niseme si kwamba bajeti haitoshi, ndugu zangu <laughs> naika ata mtoto lakini, anapofika shuleni mahali ambapo angejifunza usafi anachukua kwanza majivu, anatengeneza kila siku, ni zoezi, mana ndio ubao wenyewe hakika hii video imeumiza mioyo ya watu wengi sana hususani watu ambao e, ni wa hali ya chini yaani kuna watu wakitazama hii video hawaamini kile wanachokiona so nikapita hadi kwenye comment e, na nikaona comment kweli Watanzania e, wamesikitishwa sana na hii video so wengi wao wamemtupia lawama Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri wa fedha na yeye ndo anayehusika na bajeti nzima. Kwa hiyo wengi wamemtupia lawama jamani. Wamemtupia lawama sana. Kuna huyu aliyesema eti hii ni Tanzania ama nchi gani? Watoto wanapata shida sana. Na huyu mwingine akasema e, tuendelee kuwa watumwa hadi e, kiama. Mwigulu mtoto wake anasoma Ulaya. Sisi maskini, hali ndio hii inauma kwa kweli. Tuendelee kuchapa usingizi. Huyu mwingine akasema da ili taifa bwana. Wapo watu special wa kuhubiri unafiki, wanalipwa. Nachukia sana hizi tabia. Sasa hizi tu ni baadhi ya comment ambazo zinapatikana kwenye hiyo video. So ngoja kidogo ni kueleweshe kuhusu hiyo video. Hiyo video, hawa unaoona hapo chini ni wanafunzi, tena wanafunzi wa shule ya msingi ambao, eh, kama unavyoona wanatoka nyumbani kwao wakiwa wamebeba majivu. Unajua jivu linakuaga jeupe, na wakifika shule hilo jivu wanaliweka chini, e, wanaweka mithili ya ubao, yani kama ubao fulani unautandika chini ama kama daftari alafu ndo wanakuwa wanasomea, yani wanaandika chini hapo walipo. Kama unavyoona mvua yao, e, jua lao, wako chini, wachafu, hali ni tete yani wameshindwa e, kabisa kuhimili changamoto hiyo, lakini watafanyaje? Hawana jinsi, ndio hivyo tena, hali yao ipo hivyo sasa. Kama unavyoona hata huyo kiongozi alikuwa hapo, nafsi inauma na anazungumza kwa uchungu sana, huku e, akiwa anasikitika kuona watoto wanapata shida kama hivyo, huku akizungumzia swala la bajeti, na tunajua waziri anayehusika na masuala ya bajeti ni Mwigulu Nchemba la. Say, inauma sana inauma sana wengi wamemtupia lawama Mwigulu Nchemba. Je, hivi hakuna watu wanaoona swala kama hili? Je, hakuna watu ambao wanafuatilia masuala kama haya? kwa nini? mbona watanzania wanapata shida eh, kwenye nchi ambayo ina kila kitu, mbuga kumi na vitu kibao, mabwawa ya umeme, ardhi rutuba nzuri, lakini bado watu wanapata shida E, kama hivi nchi ina bajeti kubwa lakini bado watu wanapata shida kama hivi, kwa nini? Hebu fikiria, ndo kama mwanao ambao wewe umemzaa anatoka hapa anaenda shule akiwa amebeba majivu, akifika hayo majivu anaweka chini, anayabonda bonda, anatengeneza kama kadaftari kadaftari, kumrazi alafu anasomea. Ah, inauma sana, inauma sana, embu Tuambie wewe, je ulishawahi kusoma kwenye shule ya namna hii? drop comment, comment noma, bye bye. Sema ukweli, hii haikubaliki. Yani hata kama angekuwa ni yeye mwenyewe katokea akafika hapa akakuta watoto wako wanafanya haya hivi, kesho naenda kuzungumza nini? Kwamba mama Samia nakupiga mwenu, lakini hili ni watu wachache tu wanaoamua kutengeneza mazingira yao, kwamba budget haitoshi. Mimi naomba niseme, si kwamba budget haitoshi mtoto wangu. tunafikia hatua mtoto kama anaje kusoma na kuandika, kuandika majina na kuweka chini, okay, yeah. okay. yeah. <laughs> Mtoto baba yake na mama yake <laughs>, lakini anapofika shuleni mahala ambapo ndio angejifunza usafi, anachukua kwanza majivu anatengeneza Eh, a majibu wanatoka nayo makwao kila hey, yeah, siku ni zoezi yeah, maana ndio ubao wenyewe huu.